Mechi yetu malizika salama. Aa, lakini pia tunawapongeza zaidi wachezaji wetu kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Malengo yetu katika kujiandaa kwenye huu mchezo ilikuwa ni kwenda ilikuwa, ilikuwa, ilikuwa kupata ushindi lakini imekuwa tofauti na tunasema kabisa kwamba huu ndo mpira. That is football. Mechi haikuwa nyepesi, mechi ilikuwa ngumu kwa, kwa, kwa watu wote. Lakini pia tunawapongeza Young Africans kwa kuweza kutumia nafasi vizuri ambazo wamezipata. Wamecheza vizuri na mwisho wa siku wameweza kupata ushindi lakini hii haimaanishi kwamba sisi Tabora ni wadogo. Unaweza ukaona kwamba katika duru ya kwanza Tabora tulishinda magoli matatu moja kwao. Na leo wametufunga sisi tatu sifuri. Tafsiri yake ni kwamba kwa wale wanao beti, tunasema kwamba ni GG. Both team to score. Kwa hiyo kuanzia leo hii Yanga waweza kasema akasema kwamba ni mkongo ama ni mkubwa kwa Tabora. Sisi na Yanga sasa hivi level zetu ni moja. Kwa sababu amecheza nyumbani kashinda; katufunga kwetu na sisi pia tulifunga wake. Umeshanielewa? Kwa hiyo mpaka hapa sisi na Yanga level yetu ni hii. level yetu ni moja katika timu ambazo zinazoshiriki ligi kuu ya NBC soka Tanzania Bara. Ukija katika maeneo mengine sisi ndo kama Al Ahly, Mamelodi